Wazo la kukimbiza mwenge wa uhuru nchi nzima na kila mwaka lilitolewa na vijana watano katika kikao chao kilichofanyika tarehe 26 Juni mwaka 1964, na lengo kuu likiwa ni kutekeleza kwa vitendo azma ya baba wa taifa ya kuhamasisha umoja, upendo amani na ujenzi wa taifa kwa kuhamasisha maendeleo. Na tangu wakati huo, Mwenge umekuwa ukikimbizwa katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kupitia mbio hizo, hamasa kubwa imetolewa ili kuendelea kudumisha amani na kujenga uzalendo, umoja na mshikamano. Katika kipindi chote hicho, mbio za mwenge zimekuwa na mafanikio makubwa yanayosadifu maono ya waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Alhaj Amani Abeidi Karume.